Naitwa Elishi Ngowi, afisa ustawi wa jamii na mratibu wa dawati la huduma za ustawi wa jamii stendi ya Nyegezi, stendi kuu ya mabasi Nyegezi. Uwepo uh, wa madawati haya katika stendi hususan stendi ya Nyegezi umekuwa manufaa sana, kwa sababu unawafikia watoto kwa haraka kabla hawajaingia mtaani. Tunajua kabisa kwamba hii ni stendi ya mabasi inaleta wageni mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali ya nchi ya Tanzania na watoto pia wanasafiri kupitia mabasi haya. Kwa hivyo uwepo, uwepo wa dawati la huduma za ustawi wa jamii stendi una dawati la mchango mkubwa, kwa sababu watoto wanaokolewa kwa haraka. Takribani watoto mia tatu tisini wamekisha kuokolewa tangu tumeanza huduma katika dawati la stendi. Lakini pia si tu watoto, hata jamii inazunguka stendi ya mabasi kwa maana tunatoa huduma za kiustawi wa jamii ikiwemo masuala ya matunzo, ndoa zenye mafarakano, watu wenye mahitaji maalumu pia wanakuja dawati, lakini pia tunatoa na elimu. Kwa hiyo uwepo wa huduma za ustawi wa jamii una mchango mkubwa, kwanza kuokoa watoto, kutoa elimu, lakini pia kutoa huduma zote za ustawi wa jamii zinazotakikana katika ofisi yetu ya halmashauri ya jiji. Kabla ya kuanzishwa kwa madawati, hali haikuwa nzuri kwa sababu watoto walikuwa wanaingia stendi na kuingia mtaani moja kwa moja bila kuokolewa, lakini pia huduma za ustawi wa jamii zilikuwa zinapatikana ofisi halmashauri ya jiji. Lakini baada ya mahitaji, kwa maana ya kwamba kila afisa awe kwenye kata husika, na mimi pia ni afisa ustawi katika kata ya Nyegezi naweza kufikia jamii kwa zamani. Hatukuwa na maafisa kwenye kata lakini pia hatukuwa na dawati la huduma za ustawi wa jamii katika eneo la stendi. Kwa hiyo huduma ilikuwa aidha inachelewa kwa wakati au haifiki kwa wakati. Majina anaitwa Irene wa Mpembe, ni meneja ya miradi kutoka shirika la Railway Children Africa, na sisi tumewezesha serikali kwenye uanzishaji wa madawati huduma za ustawi wa jamii katika vituo vya mabasi ikiwemo stendi ya mabasi Nyegezi. Lengo ni kusogeza kwa karibu huduma za ustawi wa jamii kwa wananchi, lakini zaidi ni kupunguza idadi ya watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani. Kama tunavyojua, watoto wengi wanakuja mitaani kupitia njia za usafiri wa mabasi, na wakifika wanaanza kuzagaa mitaani, ila uwepo wa dawati unarahisisha kwamba wanapofika tu waweze kupatiwa huduma na kusaidiwa kabla hawajaingia mitaani na kurejeshwa kwenye familia zao. Lakini pia uwepo wa dawati unasogeza zaidi huduma za ustawi, inasaidia sana katika kupunguza masuala ya ukatili na unyanyasaji kwa watoto, maana mara nyingi tumeshuhudia wanafanyiwa vitendo nje au ndani ya, ya stendi, na kwa sababu watu walikuwa wajui watuka kutoa taarifa ila uwepo wa ofisi ya ustawi wa jamii hapa utasaidia watu kutoa taarifa na kuweza kuwasaidia watoto kwa haraka na kupunguza pia vitendo vya ukatili katika mkoa wa Mwanza na maeneo ya stendi ya Nyegezi.